Familia moja katika eneo la Mabera, kaunti ya Migori na lilia haki baada ya mwana wao kupigwa hadi kufa kwa madai ya kuiba pikipiki piki mjini Migori. Familia ya John Mutundi inaeleza kwamba Samuel Rioba alikuwa katika kazi yao, ya kila kazi yake ya kila siku alipovamiwa na kuuawa. Kulingana na babake mwenda zake marehemu, hakuwahi kujihusisha na wizi. Familia hiyo sasa inataka idara ya polisi kuchunguza kisa hicho na kuwakamata waliohusika mwizi na nilishangaa sana kusikia kwamba eti ameiba pikipiki karibu na mahali walikuwa wameenda kufanyia trili hii ya, ya usanii wao huu. Sasa mmoja wao akamtuba pikipiki ambayo walikuwa nayo, kumbe akakonfuse kidogo, akashika pikipiki ya jirani, akashika pikipiki jirani. Hapo kushika tu kwamba ame labda amekonfuse mwenye pikipiki piki akadai kwamba anamuibia pikipiki piki. Hapo hapo akaita watu eti mwizi, mwizi, wakampiga wakamuua. Huyo ni ndugu yangu, tangu zamani hajaiba hajaifanya chochote. So tulikuwa tuna, tunaomba kwamba haki itendeke kwa hiyo kijana.